Ni ibada maalum kwa ajili ya ukombozi wa familia na title inasema ukombozi wa familia. Tunaposema ukombozi, ni neno pana, ukombozi ni neno pana ambalo ndani yake kuna uponyaji, kuna kufunguliwa, kuna kuwekwa huru, kutengwa na mateso mbalimbali mbali, au kutengwa na laana. Kwa hiyo tukisema, ukombozi ni kutolewa kwenye hali ya hatari, ukombozi ni kutolewa kwenye hali ya hatari, kuwekwa huru kuepushwa na mateso fulani, kuepushwa na balaa fulani au laana. Kwa hiyo kukombolewa ni kuondolewa kwenye hali ya hatari, kukombolewa ni kutoka kwenye hali ya hatari au hali ambayo ni mbaya. Lakini tunapozungumza kwa habari ya ukombozi wa familia, sasa ni kukombolewa kwa familia nzima au kuepushwa na majanga kwa familia nzima. Na tunaposema familia, familia ni general term ambayo inaweza ikawa ya baba na mama baba na watoto au mama na watoto. So tunapozungumza kwa habari ya ukombozi wa familia ni neno pana sana, lakini familia nyingi zimefungwa au zinapata shida kutokana na kitu kinachoitwa laana. Familia nyingi zimefungwa au zinapitia shida mbalimbali mbali kutokana na kitu kinachoitwa laana. Laana katika tafsiri sio rasmi ni maneno mabaya yanayotamkwa kwenda kinyume na mtu fulani maneno mabaya yanayotamkwa kwenda kinyume na mtu fulani, lakini kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili, laana inaweza kuwa maneno au matamshi ya mtu yanayolenga kumtamkia mwingine mabaya au madhara, mara nyingi yakiaminika kuwa yana nguvu iletayo madhara. Kwa mfano, unaweza ukasema alitamka laana kwa mtu aliyemdhulumu. Alitamka laana kwa mtu aliye mdhulumu mdhulum. Ni maneno ambayo yanakuwa amebeba nguvu fulani ya kuleta madhara kwa mtu fulani ambaye aidha alifanya dhambi au alifanya kosa fulani. Lakini kwa maana nyingine pia, kwenye kamusi unaweza ukasoma, utagundua laana inaweza ikamaanisha adhabu au mkosi, adhabu au mkosi unaompata mtu kwa sababu ya kufanya kosa kubwa au dhambi, hasa kutoka kwa Mungu. Kwa maana nyingine au kwa maana rahisi kabisa, Laana ni kinyume cha baraka. Laana inaweza ikatokana na Mungu mwenyewe, lakini laana pia inaweza katoka kwa mtu mwenye mamlaka fulani juu yako. Narudia. Laana inaweza ikawa inatokana na Mungu, Mungu. Kwa mfano, tunaona kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa nne alitamka laana kwa Kaini baada ya kumua ndugu yake. Akasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa hiyo laana inaweza katoka kwa Mungu, lakini pia laana inaweza katoka kwa mtu fulani mwenye mamlaka juu yako. Kwa mfano, mtumishi wa Mungu au mzazi wako. Mtumishi wa Mungu au mzazi wako anaweza katamka laana na ikakupata. Tuangalie laana inayotoka kwa Mungu. Hebu angalia kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28 mstari wa 15. Lakini itakuwa usipotaka kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalia haya maagizo yake yote na amri zake, ni kuagizavyo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata zitakuja laana hizi zote na kukupata. Ukifanyaje? usiposikiliza na kufanyia kazi maagizo akupaayo bwanamungu wako. Utasoma mistari mingi mpaka mstari wa aroba na kitu, zinatamkwa laana, utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani, litalaania laala kukandia unga. Lakini shida ni nini? Kutokutii na kutokufanyia kazi maagizo akupaayo Mungu wako.